Kwa mtazamo wako imani yako inachangia sana. Sikiliza, katika somo hili natamani tuchunguze. Mambo gani tuangalie? misingi ya kisaikolojia historia yake, maendeleo na jinsi mazoea mazuri ya kisaikolojia yanavyowapelekea mafanikio bora ya kifedha. Pia tutaangalia hatari za mitazamo mibaya ya kisaikolojia, pamoja na nguvu za kisaikolojia masoko. Zaidi ya yote, tutaangalia tuta tutalinganisha maarifa haya na hekima ya kibiblia kwa mtazamo wa jumla ya maisha. Neno saikolojia ni nini? Usiliogope, ni neno rahisi kabisa. Neno saikolojia ni elimu ya kuchunguza tabia za binadamu, mawazo yao, hisia zao. Inalenga kuelewa kwa nini watu hutenda jinsi wanavyotenda, kama mtu binafsi au kama jamii. Ingekuwa ni mamlaka yangu, yaani, ingekuwa mimi ndio nafanya mamlaka ya masuala ya elimu kwa ujumla, ningesema <coughs> waalimu wetu wote wanaosoma education badala ya kusoma uh, digrii ya kwanza miaka mitatu alafu wakasoma introduction to psychology kama kakozi kanakojitegemea, ingekuwa mamlaka yangu wangepiga mwaka mmoja wa ziada wa saikolojia tu, ambayo itawasaidia wanafunzi kumwelewa mwalimu zaidi. Wengi tuliokaa hapa tunachukia na kuogopa hisabati. Hisabati sio ngumu, ni rahisi kama kumsukuma mlevi ila inategemea mwalimu. Mwalimu anaingia darasani na fimbo tano, anakuambia leo tunajifunza quadratic equation. Utaelewa kitu hapo? <laughs> Unaona, kuna mwalimu mmoja mnamwona mitandaoni, amemudu isabati kwelikweli kweli. nampongeza sana yule bwana, yeye isabati, masomo yake ya isabati mada nyingi ameziunda kwenye nyimbo. Kwa hiyo hata kama ni formula anaimba Wanafunzi wanaimba inakaa vizuri kichwani, wanaelewa, wanaipenda hiyo hisabati. Lakini kuna mwalimu anapoingia darasani yani tu kufundisha hisabati. Yaani ile tu introduction tu ya kwanza, anakuambia leo tunaanza mada ambayo wenye vichwa vya panzi mtafute pa kukaa. Kwa hiyo mpaka pale unawaza unasema, "Hii nitaiweza kweli?" Kuna mtu ananitazama hapati majibu, lakini ngoja nikupe taarifa leo. Cheti changu cha form 4 masomo yote sina, yani, na somo moja tu, moja tu ambalo lina hiyo alama hiyo. Hujanielewa? Hii alama ikiwa kwenye gari ni baraka, inamaanisha full tank <laughs> ila ikiwa kwenye cheti cha <laughs> <laughs> Pasta Blozi umenielewa. <laughs> hiyo alama hiyo, lakini ambacho kimenishangaza, haiwezekani kwenye hisabati mimi nipate F lakini biology mimi nina B. haiwezekani chemistry niko vizuri na physics. kuna shida iko mahala fulani tu hapo ambayo tukiweka vizuri, yani kila moja hapa atapenda hisabati. Na ukiniuliza mchungaji, kwa nini unaipigia debe hisabati Lengo la hisabati kisaikolojia ni kumsaidia mtoto kuwa na uwezo wa kutatua migogoro ukubwani. Kama umenielewa, mshike mkono jirani yako, mwambie imeze hivyo hivyo. Hiyo ndio lengo lake kubwa, hilo kwa leo. Huyu ukiona tuna watu ambao wanapenda shortcut, wapendi kushughulika na migogoro, nenda ukaangalie hisabati ilikuwaje maana akili inachoka haraka. Mimi siku moja nilikuwa na mavyuma yangu. Mengi, mengi mavyuma. Nikamuita mtu mmoja nikamwambia nataka unitengenezee hapa, uh, sehemu ya kuanikia nguo. Yule bwana akatazama yale mavyuma akayaangalia akanambia, mchungaji, kitu haiwezekani. Kwa hiyo inabidi tu labda ukayauze uka kwenye maskrepa, alafu kanunue vyuma ambavyo vimenyooka. Nikamwambia kwani hatuwezi kuyaunga, tukaunga, tukaunga, tukaunga, tutengeneze likawa tu likubwa namna hii. Kumbuka mimi ni mtu wa theolojia sijui mambo ya ufundi. Akanambia, hiki kitu bwana hakiwezekani. Nikamuita mwingine nikamwambia, mimi nitakununulia vifaa nitajie vifaa Akataja vifaa vyote, nikamwambia, chomelea hili, unganisha hapa. Akaunga choma hii, unga hapa, haya, tushapata chuma kirefu, weka hapo, tengeneza. Ikatokea kitu cha kuanikia kizuri, lakini fundi aliniambia hicho kitu hakiwezekani. Kidogo nimuulize, hisabati ulipata ngapi?